Hivi ni kweli unaweza kujifunza kiingereza online na uelewe? Katika hii video nitajaribu kukuonyesha uzuri wa kusoma online na ubaya wa kusoma online, ili uweze kufanya maamuzi yako ya kujifunza kiingereza online kwa usahihi. So kabla hatujaingia kwenye topic yetu, ningependa kwanza tufahamu njia ambayo ni nzuri ya kuweza kujifunza kiingereza. So tunajua ya kwamba hata iwe darasani au iwe online njia bora kabisa ya kujifunza Kiingereza ni njia ya kuongea. Kwa sababu gani? Kwa sababu, tukiangalia watoto wadogo, hivi ndivyo wanavyojifunza. Ukiwa mdogo, mzazi wako atajaribu kukuongelesha lugha ambayo anataka uifahamu, na wewe utakuwa unarudia maneno yale ambayo anakwambia mpaka pale utakapojua. Hivyo hivyo katika Kiingereza, njia nyepesi zaidi ya kujifunza Kiingereza na ukaelewa ni njia ambayo mwalimu ataweza kukuongelesha wewe na wewe utakuwa na mjibu mwalimu na anakukosoa vile ambavyo unaongea. Hiyo ndio njia bora zaidi ya wewe kuweza kujua kiingereza kwa haraka na kukielewa vizuri kabisa. Sasa tukija kwenye kujifunza kiingereza online, watu wengi hawafahamu namna ambazo watu wanatumia kujifunza online, na njia za kujifunza online zipo tatu. Cool. Zinaweza zikawa zingine zaidi ya hapa, ila hizi tatu ndio ambazo utakutana nazo kwa Tanzania yetu ama duniani kwa watu ambao wanafundisha online. Njia ya kwanza ni njia ambayo mimi ninaiita online notes. Hii njia ni pale ambapo mwalimu anakufundisha labda kwa njia ya WhatsApp na anakuwa anaandika zile notes, anaziandaa na anakutumia. Akikutumia wewe unapitia zile notes zote na unajaribu kuelewa zile notes na unajaribu kuongea kutokana na zile notes ambazo anakuwa amekutumia. Hii njia ni nzuri ila inafaa zaidi wale ambao tayari kidogo wanajua na wanahitaji tu kupitia vile vya nyuma ambavyo wamewahi kuvisoma. Na hii njia ni ngumu kidogo kwa mtu ambaye unaanza mwanzo, kwa sababu kuna maneno mengi ambayo utakuwa unakutana nayo kwenye zile notes na utashindwa kuyatamka, na hata kama atakuandikia kwenye mabano labda matamshi ya hayo maneno, bado kuna ule utofauti wa matamshi kati ya mzungu na mswahili au mtu ambaye anafahamu Kiingereza vizuri na mtu ambaye hafahamu, ambapo itamzuia yule mtu ambaye anaanza mwanzo kujua matamshi sahihi. Kwa hiyo hii njia sio nzuri kwa mtu ambaye anaanza. Hii njia inaweza pia ikawa nzuri kwa mtu ambaye anataka tu kujifunza vocabularies mpya. Kwa hiyo mwalimu anaweza akamtumia story pia, akawa anaisoma na kutokana na hiyo story mwanafunzi akaweza kujifunza maneno mengi mapya. Njia ya pili ya kujifunza kiingereza online ni njia ambayo mimi naiita pre-recorded videos pre-recorded videos maana yake ni videos ambazo zimesha rekodiwa kama hii ambayo unaangalia sasa hivi. Nimekaa kuiandaa, nimerekod, kisha nimekutumia wewe, ama umeikuta YouTube. Kuna baadhi ya walimu wanafundisha katika namna hii, ambapo wanaandaa masomo yao katika videos, na ukijiunga kwenye kozi zao, anakuwa anakutumia zile video ili wewe sasa ukae upitie. Njia hii ni nzuri kwa mtu ambaye tayari pia anajua Kiingereza, na kwa mtu ambaye anaanza inaweza ikamfaa, ila sio sana, kwa sababu hata ukiangalia ile video, kama utakuwa una swali lolote, hauna uwezo wa kumuuliza swali mwalimu moja kwa moja, tofauti labda uandike swali kwenye comments na mwalimu akujibu kwenye comments, ambayo bado itakuwa ni njia ngumu sana. Hii njia ni nzuri kwa sababu ina uwezo wa kukuelezea kitu na pia ukakielewa, tofauti na ile mtu akakutumia notes ambazo ukakaa ukazisoma mwenyewe. Kupitia video ni rahisi sana mtu kukuelezea kitu ama hata kukuonyesha picha ya kitu, kwa hiyo ukaweza kuiona na ukaweza kumsikiliza yale maelezo ukaelewa. Kitu kingine ambacho ni kizuri sana kuhusu pre-recorded videos, ama video ambazo tayari zimerekodiwa ni kwamba pia unamsikia mwalimu, kwa hivyo neno lolote ambalo watakuwa na kufundisha unaweza ukasikia matamshi yake. Hiki ni kitu ambacho ni cha muhimu sana katika kujifunza Kiingereza. Ni rahisi sana kumsikiliza mtu akiongea tofauti na kukaa wewe mwenyewe kuanza kusoma neno baada ya neno. Kwa hiyo njia ya videos ni njia nzuri sana ya kufundishia, tofauti na njia ya kwanza ambayo tumesema njia ya kutumia tu notes au mwalimu anakutumia tu kitabu cha online ambacho unakaa kupitia mwenyewe. Njia ya tatu ambayo mwalimu anaweza kakufundisha online ni njia ambayo mimi ninaita live class, ama watu wengine wanaita live session. Na tukisema live inamaanisha kipindi kinaendelea muda ule ule ambao unaangalia ama unasikiliza. So hii ina aina mbili. Ya kwanza tunaita audio call, au voice call, ni pale ambapo mwalimu anakupigia na mnaongea kabisa kwa simu kwa sauti. Kwa hiyo hii inaweza ikawa mwalimu akakupigia kwa njia ya WhatsApp au akakupigia kwa njia ya kawaida ya dakika za kawaida. Pia kwenye live class kuna njia tunaita video call tukiwa tunaongelea video call tunaongea njia ya ufundishaji ambayo unamuona mwalimu kwenye video moja kwa moja na kama ilivyokuwa kwenye voice call utaweza kumuuliza mwalimu wako swali pale pale ambapo utakuwa ujaelewa kitu ambacho kinaweza kikafanya video call ikawa njia nzuri sana ya kufundishia ukilinganisha na zingine ni kwamba katika video call peke yake ndio unaweza ukafanya mazoezi ya maongezi na mwalimu wako, kwa sababu katika njia mbili tulizozipita, njia ya kutumiwa notes na njia ya pre-recorded videos, video ambazo tayari zimerekodiwa, hauwezi kufanya mazoezi ya kuongea na mwalimu wako. Na kumbuka tumesema ya kwamba mazoezi ya kuongea na mwalimu ndio kitu cha msingi ambacho kitakufanya wewe kujua Kiingereza, kwa sababu kama vile mtoto anavyojifunza kutoka kwa mzazi mzazi kumkosoa na kumrekebisha vile akiwa anaongea, hivyo hivyo basi hata kwenye Kiingereza wewe ukiwa kama mtoto ambaye unajifunza Kiingereza. Wewe sio mtoto nafahamu, ila katika Kiingereza naweza nikakuita mtoto, kwa sababu bado hujaweza kuongea vizuri. Unahitaji mwalimu ambaye ataweza kukusikiliza na kukosoe matamshi yako na vocabularies ambazo utafaa kuzitumia katika maongezi yako. Sasa hivi vitu haviwezi vikafanyika kama hautoenda live, ama hautofanya video call ya moja kwa moja na mwalimu wako. Masomo ya live yanaweza kukufanikisha vitu viwili vikubwa, kama utapata mwalimu mzuri. Kitu cha kwanza ni kupunguza kusitasita watu wengi wakiongea Kiingereza kwa sababu ni lugha ngeni kwao, huwa wanasitasita sita mwanzoni, ila mkifanya live session either ya video call ama voice call, sa uh, call ya sauti, mwalimu ataweza kukusikiliza na wewe utaongea, japo unaweza kuanza mwanzo kwa kusitasita uh, na kwa kukwamakwama, ila kadri unavozidi kuongea ndio kadri utakavyokuwa mbora zaidi katika uongeaji wako. Kitu cha pili ambacho hizi live class zinasaidia ni kuongeza confidence. Watu wengi hawawezi kuongea kwa sababu hawana confidence. Unaweza ukawa muoga wa kuongea, ila kama utaweza kuongea na wenzako kwa muda wa kutosha online, unaweza ukaondoa ule uoga wa kuongea. Hivyo basi Live live session au live class ndiyo njia bora zaidi ya wewe kuweza kujifunza Kiingereza. Na kama mwalimu atatumia njia hii haitakuwa na tofauti sana na mtu ambaye anaenda darasani. Sasa, kabla hujafurahia na kwenda kujiunga online course, hivi ni vitu vitatu ambavyo vitakufanya ufeli kujua Kiingereza katika hiyo online course yako na hivi ni vitu vitatu ambavyo hata darasani kama ukishindwa kuvifuata vizuri basi vitakufilisha wewe kujua Kiingereza. Kitu cha kwanza ni consistency, kitu cha pili ni engagement, na kitu cha tatu ni preparation au unaweza kusema preparation of resources. Sasa nitaelezea kwa undani zaidi, kimoja baada ya kingine, ili uweze kuelewa. Consistency ni ile mtu kuhudhuria vipindi kila siku na kuhakikisha ya kwamba hukosi kipindi hata kimoja. Kama utapata mwalimu ambaye anahudhuria vipindi, basi itakuwa ni rahisi sana kwako wewe kufikia malengo yako ya kujua Kiingereza. Ila consistency sio tu kwa mwalimu. Consistency ni hata kwa mwanafunzi kwa sababu kwa darasa nyingi za watu kwenda kabisa darasani watu wazima wengi au watu ambao wamefika umri wa kufanya kazi, wengi wanafeli kwa sababu ya consistency na hii siwezi nikawalaumu kwa sababu gani. Wengi sana wanapata changamoto kutokana na kazi zao, na wanashindwa kwenda kwenye vile vipindi kutokana na ratiba za kubadilika badilika za kazi. Muda mwingine wanatoka kazini, ila wanatoka wakiwa wamechoka, na hivyo kufanya safari kwenda darasani inakuwa ni kitu kigumu sana, na hapa ndio tunaona ubora wa kusoma online kwa sababu online hautohitaji kwenda kabisa darasani. Unaweza ukajisomea ukiwa nyumbani kwako. Cha msingi ni kuwa na laptop yako au simu yako, ambayo unaweza ukafanya video call na mwalimu wako. Kitu cha pili ni engagement. Engagement inaweza ikamfelisha mtu au ikamfanya ajue kiingereza haraka. Engagement ni pale ambapo wewe unajihusisha kwenye darasa. Je, unauliza maswali? Je, unachangia kwenye discussions ambazo mwalimu anatoa? Je, unajiweka katika mazingira ya kuongea Kiingereza ukiwa darasani. Kama wewe mwanafunzi una engagement nzuri sana ya darasa, basi utajua Kiingereza kwa haraka zaidi tofauti na yule ambaye ana engagement ndogo na engagement pia, itahusisha mwalimu. Kama mwalimu anaandaa masomo ambayo wanafunzi mnaweza mkatengeneza engagement, basi hizo darasa hata kama zitakuwa online itakuwa rahisi. Na tumeona ya kwamba kwa njia ya video call mwalimu anaweza akajenga engagement, akatoa maswali ambayo wewe uka engage, ukajibu yale maswali, ukauliza maswali yako ama ukafanya mazoezi yoyote ya kuongea ambayo anakuwa ametoa kitu cha ja tatu tumesema ni preparation ama resources. Tunakumbuka ya kwamba somo lolote haliwezi likawa zuri isipokuwa mwalimu akiandaa somo zuri. Kwa hivyo hata kama ni online, kama somo au mazoezi ya kuongea yatakuwa yameandaliwa vizuri na mwalimu, inamaanisha utaweza kujua kiingereza kwa haraka. Hii iwe darasani iwe online, vyote ni vile vile. Kitu kingine kuhusu preparation ni kwamba sio tu upande wa mwalimu preparation inamuhusu pia mwanafunzi. Kama mwanafunzi atakuwa anajiandaa vizuri na darasa, basi ataweza kujua kiingereza kwa haraka tofauti na yule ambaye hajiandai vizuri na darasa. Tukiwa tunaongelea preparation kwa upande wa wanafunzi, tunaongelea kuchukulia darasa seriously, kuchukulia kama vile umeenda kabisa katika darasa, kwa sababu kwa baadhi ya wa wanafunzi wanaweza wakaona kwa vile ni online basi haihitaji maandalizi maalum, na mtu unaweza ukajifunza popote. Hii ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi sana wanafeli katika kujifunza online. Unakuta mtu anajifunza yupo kwenye gari, mtu mwingine anajifunza yupo katika biashara yake, kama ni dukani kwake au katika sehemu yake ya kufanyia kazi na mtu mwingine hata anajifunza sehemu ambapo labda ni pa starehe na kuna makelele mengi sana, hivyo anashindwa kuweka concentration kubwa katika yale masomo ambayo yanafundishwa pale live au anashindwa kujiunga katika discussion kutokana na kwamba sehemu yake alipo kuna kelele na hawezi kusikia wenzake ambao wanaongea kwenye kipindi hicho cha online. Hivyo basi upande wa preparation ni muhimu sana kwa mwanafunzi vile vile, kama ilivyo muhimu kwa mwalimu. Mwalimu atahitaji preparation ya kuandaa masomo, ila mwanafunzi atahitaji preparation kwa ajili ya kuandaa na kuwa katika mazingira mazuri kwa ajili ya kuingia katika darasa lake la online. Kusoma online haitakiwi kuchukuliwa kama vile umeingia TikTok au umeingia Facebook kwamba unaweza ukawa tu kitandani umelala, alafu ukafungua tu darasa lako la Zoom ama la WhatsApp video call, ukaingia ukasoma ukiwa kitandani umelala. Inabidi uchukulie serious zaidi ya hapo, na hapo ndio utahisi zaidi kwamba upo darasani na utaweza kuelewa vitu vingi, na utaweza hata engagement yako kuifanya iwe nzuri zaidi kwenye darasa. Tofauti na hapo ni vigumu sana kwa wewe kuweza kujifunza na ukaelewa online. So ushauri wangu ni upi kwa mtu ambaye anataka aidha kujifunza darasani ama online? Ushauri wangu ni huu, kama wewe ni mtu mzima na unataka kujifunza Kiingereza, unataka kujifunza taratibu, hauna haraka yoyote, jifunze online, kwa sababu online itakupa nafasi ya wewe kuwa flexible na muda wako, kwa kumaanisha ya kwamba unaweza ukajifunza kwa njia tofauti tofauti ambazo utaona kwa muda wako wewe zitakufaa, kama itakuwa pre-recorded videos ama kuingia live sessions la, au uh, live discussions na wewe uka engage, ama ukajiunga katika masomo hayo. Ila kwa mtu ambaye ana uwezo wa kwenda darasani ni vizuri pia kwenda darasani, ila haimaanishi ya kwamba ukienda darasani ndio utaweza kujua Kiingereza tofauti na ukisoma online. Hii yote kuelewa ama kuto kuelewa itategemeana na vitu ambavyo nimesema hapo nyuma: consistency yako, engagement yako katika madarasa na hata preparation kwa ajili ya hayo masomo. Swali kwako: je, umewahi kusoma online? Na je kwenye masomo ambayo umejifunza online ulijifunza kwa njia ipi? Je, ilikuwa ni live class au ilikuwa pre-recorded video ambayo video zisharekodiwa unatumiwa, ama ulikuwa ukisoma kwa online notes? Tuandike jibu lako kwenye comment. Mwisho kabisa, kwa ushauri zaidi wa kujifunza Kiingereza, namba zangu zitatokea hapo chini kwenye videos. Unaweza ukani text kwa WhatsApp nikaweza kukusaidia wewe katika safari yako ya kujua Kiingereza na kuweza kuongea vizuri. Thank you see you see next time.